Ifatayo ni sayansi ya utajiri mm, kutoka okay, mjini Bukoba msomaji wako ni mimi Rutasovya. Kwanza ni muhtasari wake okay. Wasomi wenzetu huko uraya wasema, nyie masichini, jiulizeni ni kwa nini matajiri hawana watoto wengi kama nyinyi? Ni kwa sababu mnapenda sana mapenzi kuliko kazi. Ndio maana hata kipindi unamtongoza ulimwambia nikipona tu na shiba, yaani nipo razi nisire wiki nzima ushinde wote ndani, ila lilipotangaza jeshi kwamba msitoke ndani wiki nzima, mkaanza oh, Mungu tusaidie, tutakula nini? Kula kiapo na kitanda ya kiza ramu, matokeo yake wiki nzima una watoto wawili. Na msijinyime kuzaa ili mfanane na matajiri, wafanane kwa hela, sio watoto hata ukiwa na watoto wengi halafu ukatajirika, usiwaue. Wewe ndio utakuwa mfano kama mzazi anayesema na mtoto wake, halafu unakuwa na advantage kubwa ya kuwa ndo mira kuwili kama wasanii. Ukikaa na matajiri wenzako unahesabu hera Ukipita mtaani sasa, maskini utawasikia na dharau zako, jamaa siku hizi anatembelea tako, ndio anatembelea tako. Ila utofauti wangu na wewe ni mkubwa, rangu la Kijapani ni kichenji kidogo, Mmarekani utaniambia nini? Kama Profesa Jei hata mafuta inayotumia atako, rangu ndakimoja kilomita saba. Wewe matembele, hebu tuheshimiane masichini, sawa. Lakini ukikaa na masichini wenzako, ficha hela, hesabu watoto, maana ndio mali zao. Akizaa mvuta bangi anamuuza Kenya, si ndio penye masoko. Sayansi kamili. Dunia imefanya takwimu kubwa, Tanzania nzima, mkoa wa Kagera ndio unaongoza kuwa na wasomi wakifuatiwa na watani zao. wa sema, ni vile tu hawaachi utoto. Utatembezaje vyombo wakati havina miguu? Tujiunge na mwanasayansi wetu kutoka mkoa wa Mara mura. Tarehe isiyojulikana, Tanzania kuna watu wasiojulikana waliandamana kwa watekaji wasiojulikana. Sasa sijui waliwajuaje, mura. Kabla sijaendelea Studio nizimie kamera nisije nikajulikana. Meki iache Mura, tutaedit sauti iwe kama myamya myamya. Hatari, sheri zilichomwa, vituo vilivunjwa, ila kituo cha kumi na mbili kuelekea kuiji kikibaki salama Mura. Familia alikizunguka wakasema, huu ni urithi wa baba hauwezi kufutika kirahisi, bora mfutike nyinyi wenyewe. Ubaki hatari, ila kuna majirani wema waliamua kutenda ubaya mura kila walitukuta njiani, wanapiga risasi ya kichwa, alafu wanakwambia kimbia kabla tujakuua. Na no hospitali zimefungwa, first aid ndio mzike maiti wenu. Na tumezoea kwamba mbuzi wa bwana Eli, shamba la bwana Eli hamna kesi, ila kuwa yaone mbuzi wa bwana Eli, shamba la bwana Eli, halafu wachungaji wa, wa bwana Mseveni hmm? alafu mwenye shamba yupo sijui wapi, sijui sijui, nimesahau. We Mkuria, Hebu itafute vizuri hiyo habari, tutakurudia. Sijui kama ntaipata, maana naona sijui, walisema mitandao, sijui makundi ya sikutane huko kirabu bengwa <tipatikano> mi napita jamani, mi napita.